Kiri, kazi kwako daktari. Uh, basi mimi nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya hii fursa ambayo nimepatiwa, ndio nidhibitishe ya kwamba Yesu alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili yaani, nimeshangaa wakati umesema ya kwamba Waislamu wanaamini ya kwamba alikuwa mtume, lakini kwetu si tunajua Yesu Kristo ndio. Kwenye, kwenye Biblia utakuta mahali anaitwa mtume kwa mfano kama wakati ule alimchambua yule mama ambaye alikuwa kahaba kwenye kitabu cha Yohana, uh, mlango wa nne. Yule mama alipochambuliwa na Yesu alisema ah, nimehisi wewe ni nabii, lakini sasa sisi tunajua alikuwa zaidi ya nabii. Sisi tuna, mimi kwangu kabisa, wacha kwanza nisongee kuhusu watu wengine, kwa sababu naweza semea wengine na wengine wako na mambo zao, kwa sababu za hili jambo la Yesu kuwa Mungu akiwa ndani ya mwili linasumbua sio Waislamu peke yake, hata Wayahudi hata e, Wayahudi wenyewe hawaamini ya kwamba kwanza hata waamini Yesu. mm -hmm. Wayahudi wenyewe unanielewa, yeah. Sasa ninaposema ya kwamba Yesu alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili, kitu cha kwanza ningetaka mwelewe ya kwamba hata kabla hatujaingia kwenye kwa Yesu mwenyewe mm -hmm. Unajua Biblia inasema ya kwamba Wakristo ni miungu. Ala ya yeah, ni kitu ambacho jaijua sasa. Wacha nikuonyeshe hebu nifungulie nifungulie kwenye kitabu cha Yohana 10:35. Sasa hata kama tujaingia, sasa huyu mnaongea naye hapa ni kama Mungu kadogo. <laughs> najua yeye pasha, unaangalia unaangalia upande, lakini tutaangalia tuone, tuone vile, vile vile alivyosema. Hebu tusikie vile alivyosema Yohana 10:35 kitabu ni cha Yohana, inasema ikiwa aliwaita Mungu, unaona, ikiwa aliwaita Mungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, wale ambao walijiliwa na neno la, ndio sisi sisi wa Kristo. Sasa waliojiliwa na neno la Mungu, Bible nasema ya kwamba aliwaita miungu. Tuendelee. Kwa hivyo akanika Mungu kengine kaka, hapa unaongea natu kama ujui kulingana na maandishi, maandiko hayawezi kutanguka. Mungu mwenyewe alisema sisi ambao tulimwamini mwokozi Yesu sisi ni miungu. Sasa lazima uelewe kabisa kwamba Yesu Kristo alikuwa Mungu, kwa kwenye kitabu cha Zaburi 82:6 and 7. Naona umeshangaa. Unaona, nimeanzia mbali sana. Zaburi 82:6 inasema mimi. Mimi nimesema. Mimi nimesema ndinyi miungu. Unaona? Nyinyi ndimi miungu lakini sio ile sio ile Mungu ya capital letter, ukiangalia. Ndio. E, ni small letters. Unanielewa? Letter. Naam. E, inasema hebu rudia tena hapo ndio wasikie. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyota pia. Unaona na wana wa aliye juu. Waliye juu. Sio. Na Biblia inasema kwamba sisi wa Kristo ambaye tumemwamini Yesu Biblia nasema sisi ni miungu sasa. Unaponiona hapa sasa, wee mwenyewe ujue unaongea na kamungu kadogo kako hapa. Unanyelewa? Haya, twende kwenye kitabu cha a, Kutoka nne kumi na sita, sita. E, sasa sijaongea sija undani sasa, nilete zile sifa zake Diyo. Kwa sababu sijasema Mungu ni nani, nanielewa. Kwa sababu lazima ufafanue Mungu, naujua kitu ndio nimefanya niko na ndio yale mambo nasoma, tuendelee sasa. hiyo tukumaliza saba, okay, sasa. maliza saba. Hmm. Lakini mtakufa kama wanadamu, unaona, lakini hata kama nyinyi niungu, hmm. Bible inasema mtakufa kama wanadamu mtaanguka kama mmoja wa wakuu unaona, mtaanguka kama mmoja wa ku. Hata sasa hivi nimetoka kuzika mtu huko pande wa Kirinyaga na nimeambia watu tu hivyo, nikawambia kabla, kama Yesu atakuwa amerudi, hata mimi bishop hii daktari mwenyewe lazima ndaulamba udongo, lakini kama atarudi kabla kabla, kabla, kabla sijakufa basi sitaweza kulamba udongo lakini Bible imesema ya kwamba hata kama sisi ni miungu lazima bado tunakufa. Lakini hapo, najua mtajiuliza, na Mungu hafi? Bwana, si tunakufa? Hiyo tutaongea baadaye. Tuendelee hapo kidogo <laughs> Tuendelea... <Toka nne, laughs> ambayo inasema n mm -hmm. Naye atakuwa msemaji wako, uh, naye atakuwa msemaji wako kwa watu unaona, huyu ni Mungu anamwambia Musa, utakapoenda na ndugu yako Haruni unanielewa? yeah. atakuwa, atakuwa kama nini? msemaji wako kwa watu, atakuwa kama msemaji wako kwa watu. Endelea. Hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kinywa kwako, atakuwa mfano wa kinywa chako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Unaona, naye Musa atakuwa mfano wa Mungu kwake. Na unajua Musa alikuwa nabii, hiyo ni kitu ambacho tunaelewa hata ingawa. Sasa hapa tutakuja kuongea mambo mengi sana. Haya, tuendelee, tuendelee basi, Kutoka saba uh, kumi na moja Saba kumina moja, yeah. kutoka. Hivyo sasa, kabla hata tuongea mambo Yesu ya kwamba alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili yeah. sisi unatuona hapo, Wakristot vile wajieleli wa mm -hmm. ni kama vile kuna Waislam pia wengine unanielewa yeah. kwa sababu kwa kila, kwa, kila, kwa kila dini kuna, kuna vituko kuna embo nyingi sana zinaendelea, lakini ukijielewa vizuri utajua ya kwamba ukuwa Mkristo wewe ni Mungu, kwa hivyo maeneo ambapo huko lazima utawale maeneo huko lazima usaidie watu kwa sababu Mungu ana uwezo wa kufanya hayo mambo yote. Soma hapa tusikie. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi ha, na wachawi na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao. Umesoma Kutoka saba moja. Saba kumi na moja. Ha, samahani, Kutoka saba moja. Saba moja. Naomba msamaha. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa. Angalia. Angalia. Nimekufanya wewe kuwa kama Mungu. Unora, nimekufanya wewe kama kuwa Mungu. Kwa? Farao. Kwa Farao. Kwa hivyo sisi hata kama, na unajua kwa nini nasema ya kwamba sisi ni miungu. Ukisoma kwenye kitabu cha, nafikiri Isaya, Bwana Isaya. Isaya, arobaini na tatu msari wa ishirini na tano kwa sababu sifa moja ya Mungu mm -hmm. ni kusamehe dhambi. Hakuna mtu mwingine ana uwezo wa kusamehe mtu dhambi isipokuwa Mungu peke yake. Ndiona siku ya leo mimi nimeshaambia watu mambo yangu ya mengine ya siri nikasikia na watu, lakini mimi sijaiambia Mungu kitu yangu nikamsikia nikasikia na mtu. Kwa hivyo Mungu ana uwezo wa kusamehe na kunyamaza lakini mtu anakusamehe, lakini anakuambia, lakini ukumbuke, mkikosana tena utaona amekumbuka hiyo kitu tena. Kwa hivyo kile ambacho nasema ya kwamba anaye sifa ya kusamehe peke yake ni Mungu peke yake, hiyo ni sio sifa moja ya Mungu, tuendelee hapo, inasemaje? mimi am ah, mimi ndimi niyafutaye makosa yako waj kwa ajili uh, kwa ajili... ishirini na ngapi? ishirini na tano ndimi kosa... niafutayo mimina, mimina, makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Unaona, Mungu anasema yeye peke yake ndio anafuta makosa hiyo, verse kwenye Qur'ani. Lakini naamini hata Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwa mtume, lakini kusamehe Aiyo, hakuna hiyo. Hiyo hiyo inamchukua Mungu Allah Subhana wa Taala peke yake Mungu. Sasa hebu fungua kwenye kitabu cha Yohana 20 23 tusikie vile Mungu anavyosema, 20 23 kwa sababu tumesikia kwamba ana sifa moja yake ni kusamehe. Sasa hebu tusikie na sisi vile amesema kutuhusu, dio nikwambia sisi ni miungu. Tunapokuambia sisi ni miungu, naona tu <laughs> hauelewi hili jambo, lakini huu ni ukweli tukienda kimaandishi Maswali ni mengi. Ah, tuendelee inasemaje? <laughs> <laughs> Tuendelee. Wowote mtakaoondolea wa dhambi, waondolewa. Yesu Kristo. Ndio. Anawaambia mitume. Mhm. Mm, ati anawaambia aje brudia. Wowote mtakaoondolea wa dhambi, wale wote ambao mtaondolea wa dhambi, wameondolewa. Wameondolewa? Na wowote mtakaoafungia dhambi, na wote ambao mtasema huyu ana dhambi, wamefungiwa. Wamefungiwa. Si unaona ile sifa, ndio nikakwambia Wakristo ni miungu, lakini wakielevi. mm -hmm. E, wana uwezo wa kusamehe dhambi na ikasamehewa, kama vile Mungu ana uwezo wa kufuta makosa yetu. Sasa wacha kitu ya kwanza tujiulize, tujulize Mungu ni nani? Haya, najua utafsiri wenyu ni ya kwamba Mungu, mm -hmm. E, Mungu, kwa Mungu ndiye aliumba bingu na nchi na vitu vyote enyengu, na anavitawala. That is the first definition. Definition ya pili ambayo watu wajui, Mungu ni roho. Nikiwa uchi na ndarudi kwa baba, nikiwa uchi. Hawa watu wote hizi magari wanaendesha, hii kiburi yote wako nayo, wanaona wengine hawana kwa faidi sijui nini baadaye, yote watayata tu hapa. Ndio idhibitisha kwamba kila kitu ni cha Mungu, hapa hakuna cha mtu hapa. Tuendelee, Mungu ni roho. Unaona, Biblia inasema Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Na wale ambao wanamwabudu inabidi wamwabudu kwa roho na mwangalie time yangu, na kweli, unanielewa? yes. Sasa na hata Kurani yenyewe unajua una, unajua ukitaka kujua unajua tofauti kubwa kati yetu na, na nyinyi ni ya kwamba sisi tunaposema ya kwamba Yesu alipatikana kupitia Roho Mtakatifu yeah. Nyinyi amkubali mm -hmm. Lakini Biblia yenyewe unajua, ukitaka kujua siri ya mtoto uliza mama, usiulize baba. Unajua, naweza kuwa najigamba huyu mtoto ni wangu, huyu mtoto ni baadaye, mama akatokea akakuambia, la, huyu mwanao. Na hili jambo niliona siku moja, kuna mama moja alikuja akaniambia nimwombee, sitasahau lakini akaniambia Bishop, nataka kukuambia ukweli kabisa, huyu mtoto si wa bwanangu, bwanangu hajaijua, lakini nilimzaa wakafanana na yeye, lakini mimi namjua baba yake kabisa, hmm. Kwa hivyo siri ya mwana aijuae ni mama, na tukitaka kujua siri ya Yesu vizuri, si tumuulize Mariamu na sio Miriamu, Mariamu tukimuuliza vizuri, kwa sababu siri ya mwana aijua ni nani ni mama. Hebu fungua kwenye kitabu cha Mathayo moja kumi na nane hadi ishirini na tano Uzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Okay, e, ya kwamba bado sijaingia undani wake, lakini nimekueleza wa Kristo ni miungu mm. Na tukirudi kwako kwa kwa Sheikh Abbas, najua wasikilizaji, e, swali ambalo wangetaka ulijibu la kwanza ni kuhusiana na je, Waislamu wanakubali e, uzao wa e, Isa alaihissalam Eh, kama ni wa Roho Mtakatifu eh, Waislam